Hapa poa, ndio umekujia. Ndio namalizie tu hii kidogo, then nikupatie boxa yako material yako, maana nimeiweka hapa kwa mkono ya right kwenye ndio niione ni ni, sasa kaa hivi nikupime hii box yako, ile ile jana kwa imenyesha hata ndio kwa maana usikuze, we usikuze ama ngojea kwanza, si unataka? Haya, ni boksa tu ya ya kitenge yenye inakushika vizuri. Haya, nataka boksa ya kitenge yenye inakushika vizuri hii hii. Sasa wacha ni gari hii, nakuambia, namaliza tu na hii ndo, kama nimeanza na sasa hivi, hii tunamaliza saa hizi

Si boxa ya kitenge unataka? Hata ndio hizi. Nimekuambia aje? Leo ni siku gani? Leo ni Monday. Utakuja hapa Monday. So utakuja Monday after one week, seven days. Nikija bado hujashona bro. Haina maliza hata leo, hata ungetaka ukuje tu kesho utapata. Ah, sawa. Eh. Seven days, remember. Haya, sawa.

Rudi tena leo nawategemea tutadelaysha. Si unajua bana, nyinyi mnaninunulia lunch na mimi pesa yake nilishatumia. Lakini hapa sasa nimtengenezee, hawezi nishika, eh. Unaona ndiyo hii material yake ya kitenge. Sasa nataka nimwekee maua hapa. Unaona hapa nyuma niweke mm, kwa maua makubwa. Eh kwa hii material yake Eh ule sijui si, ameamua aje <laughs> <laughs> acha kwanza niweke hapa sijui labda ni swazi yake unajua nini siwezi szijai umefika ngoja kwanza, umefika. Nilikwambia, nilikwambia, nilikwambia utapiga siku gani? Ngoja kwanza, si boxa, ngoja

acho rani kutolea kidogo haraka ha. Sasa ilikuwa lazima kuni haraka mfumo, ilikuwa tu lazima unishikie kunduki. Si ungekuja tu tutaongea maneno. Ah, ndio hiyo ah, si, si? Sasa si umemaliza? Ah, sasa mmm, eh, usianza kusema kutokamilika

Tuende wapi? Tuende kwa geto bado. Ah, nipe pesa zangu. Una pesa? Mm. Unajilipa, unajilipa.